Muda na wakati wa haki ukifika, mtazamaji, muda na wakati wa haki ukifika, hakuna yule ana nguvu ya kusimamisha hilo. Ni jambo ambalo nitakuwa nikiliimba kila siku, ni jambo ambalo nitakukumbusha mtazamaji, kwamba wakati wako wa kupokea haki unapofika, hakuna yule ambaye ataweza kukatisha ujamo na karibu. Natumai popote ulipo, ukitutazama uvyema, na usisahau kubbe na kusha kanda hii, ili tuweze kujenga kituo hiki ndiposa upokea habari za kweli kwedi iisav naarbsha tena, ikulu ya Tanzania imewaka moto pale ikuluni kumewaka moto. Kumewaka moto kwa sababu jitihada zote ambazo mama Samia Suluhu amekuwa akiziweka kwa miezi miwili ambayo imeweza kupita zimegonga mwamba. Yale yote mambo ambayo mama Samia Suluhu amekuwa akiyafanya, ile mikakati yote, mama Samia Suluhu ametumia hela zake zote kujiondoa mtazamaji, wakati wa haki umefika, wakati wa haki, wa haki wa mwananchi wa Tanzania ambaye ni mnyonge, ambaye ni mchochole, ambaye ni maskini, ambaye sasa hivi ni yatima, ambaye sasa hivi amempoteza mtoto wake, ambaye sasa hivi amekatwa mguu, ambaye sasa hivi mali yake iliharibika ambaye aliweza kuibiwa. Haki yake imefika, muda wa haki yake umefika, muda wa kunyanyasa wananchi umetimia. Nasema hili kwa sababu ya zira habari ambazo Mama Samia Suluhu ama ule ujumbe ambao ameweza kuupokea ujumbe ambao sasa hivi umefanya ikuluni akukaliki. Popote mama Samia yupo wakati huu, anazunguka tu, anazunguka kwa sababu hana amani. Sasa hivi anazunguka kwa sababu hana amani, amepigwa na butwaa kwa sababu hakuwa anatarajia hili jambo ambalo amezoea nchini Tanzania kulifinyilia na linaisha kutafuta vizingizio na kulifunika, lakini sasa muda umefika ambapo hakuna mahali popote ataweza kujificha. Haki lazima imufikie mwananchi wa kawaida, na hilo nimekuwa nikiliimba viongozi wa kanisa wamekuwa wakiimba. Viongozi wa kanisa wamekuwa wakifanya maombi. Viongozi wa kidini ambao wanasiasa wamekuwa mkiwapiga mnawajua, wanasiasa ambao wamekuwa wakipiga viongozi wa kanisa viongozi wa dini, haki imefika, haki, muda wa haki umefika. Ikulu ni Tanzania kumefika ripoti. Ripoti ambayo imetoka Marekani. Ripoti ambayo imetoka kotini, koti ambayo ni kubwa zaidi duniani. Koti ambayo inamsikiza na kumpigania mwananchi wa kawaida. Huu muda ambao umekuwa ni wa mwezi miwili wakati ambapo ulikuwa na muda wa kuweza kujirekebisha, lakini lile ambalo ulifanya ni kununua institutions pale Marekani ziweze kukutetea, kukujengea jina kule Marekani. Lakini sasa, mtazamaji, ICC imemuita Mama Samia Suluhu Hassan akaenda kule kujibu mashtaka mashtaka kuhusiana na machafuko yaliyokuwepo tarehe ishirini na tisa mwezi wa Oktoba ambapo wananchi waliweza kushambuliwa na jeshi la polisi la Tanzania, wengine kupigwa risasi, kuachwa na maumivu maumivu ambayo mtazamaji, wengine uliwashuhudia wamekatwa miguu, wengine uliwashuhudia walipoteza watoto wao, wengine uliwashuhudia walipoteza wazazi, kwa sababu kulipeanwa amri ya kupiga wananchi risasi, wananchi ambao wanapigania haki zao za kumchagua kiongozi wanayemtaka. kundi la polisi, kundi la jeshi likachukua sheria mkononi, badala ya kuwalinda wananchi wa kawaida, wakatekeleza mauaji kwa wananchi wasio na hatia. Mtazamaji umetazama kanda za maafisa wa polisi kuingia vitongojini, nyumbani mwa watu na kuwapiga wananchi risasi wasio na hatia. Hizi sheria zilitoka kwa nani? Sheria ama amri zilitoka kwa nani? Zilitoka kwa rais wa nchi ya Tanzania, rais ambaye ni mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi ambao amekuwa rais wa Tanzania kwa muda ambao umeweza kupita, lakini tena anataka kuwa rais kwa muda wa miaka mitano ijayo. Lakini badala ya kuwashawishi wananchi, alitumia nguvu kuhakikisha kwamba amekuwa rais wa nchi ya Tanzania, ndiposa hatuwezi tukamwekea mwingine kosa hatuwezi tukamwekea mwingine lawama, ila tu yule ambaye alikuwa na nguvu ya kupeana amri kwa kundi la jeshi, kundi la polisi, kuhakikisha kwamba kuna amani, lakini akapeana amri ya watu kupigwa risasi. Muda wa kujibu hayo yote umefika. Nchi ya Tanzania, natumai itapata haki haki ambayo wamenyimwa kwa muda mrefu. Haki ambao wananchi ambao ni viongozi wa Chadema ambao walikuwa wanawania kiti cha uongozi Tanzania, lakini wamepitia maslahi makubwa, wamepitia wamepitia unyanyasaji mkubwa kwa sababu ya kusimama na haki ya mwananchi. Muda umefika ambapo Mama Samia Suluhu ameitwa kaende kule ICC akajibu mashtaka dhidi ya kesi zinazomwandama.